Karibu tena katika chaneli ya Elimika. Leo tumewaletea video nyingine ya maswali ya usaili ya wasimamizi pamoja na wasimamizi wasaidizi wa vituo kutoka jimbo la Chamwino na Mvumi. Hivyo usisahau kusubscribe, kukushiana na kucomment kwa kwanza endapo tutaupload maswali mengine hivyo katika video yetu hii kama tunavyoona hii ee, ni miongoni mwa PDF ya maswali yaliyoulizwa leo, ikianza kwa maelezo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Halmashauri ya Wilaya ya Chamwino, jimbo la Chamwino na Mvumi. Sehemu ya kwanza, msailiwa alipaswa kuandika majina yake kamili pamoja na kata. Baada ya hapo mtihani wa wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Romani 1 inasema kwamba jibu maswali yote. Romani 2 inasema kila swali lina alama ishirini. Kwa hiyo ni maelezo ya maswali yetu matano. Swali la kwanza limesema kwamba eleza, kwa eleza kwa kifupi maana ya uchaguzi mkuu. Eleza kwa kifupi maana ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo unaweza kueleza uchaguzi mkuu ni mchakato rasmi wa wananchi kuchagua viongozi wao wa kisiasa ambao tunajua kwamba nafasi ziko uh, zaidi ya tatu, na nafasi ya rais, wabunge, madiwani, rais wa Zanzibar pamoja na wawakilishi wa Zanzibar. Kwa hiyo wanachagua viongozi wao wa kisiasa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za uchaguzi. Kwa hiyo ndo maana ya uchaguzi mkuu. Swali la pili limeuliza uchaguzi mkuu ufanyika kila baada ya miaka mingapi? Kwa tunajua kwamba uchaguzi mkuu unafanyika kila baada ya miaka mitano, kwa hiyo utaweka hapo, lakini swali la tatu limesema kwamba taja sifa tatu za wasimamizi au wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura. Nadhani yote majibu yake yanapatikana katika tangazo lile la ajira za muda za wasimamizi pamoja na wasimamizi wasaidizi wa, wa vituo vya kupiga kura. Kwa hiyo kama umesoma zile sifa pale na ukaona kwamba umekidhi vigezo ukaamua kutuma maombi, basi zile sifa ndio unapaswa kuzitambua muda wote. Kwa hiyo majibu yake, moja nasema kwamba awe raia wa Tanzania, lakini pili, awe ametimiza umri kuanzia miaka kumi na nane. Tatu, natakiwa awe, ame, ame, ame ana elimu ya kuanzia kidato cha nne ama zaidi. Kwa hizo ni sifa tatu kwa wasimamizi ama wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura, lakini swali la nne amesema, taja sifa tatu za mwananchi anayeruhusiwa kupiga kura. Kwa hiyo unapaswa kujua ni sifa zipi ambazo mwananchi anatakiwa kuwa nazo ili kuweza kupiga kura. Sifa ya kwanza awe ni raia wa Tanzania wa kuzaliwa, hiyo ndio sifa ya kwanza, awe raia wa Tanzania wa kuzaliwa. Lakini sifa ya pili awe na umri wa miaka kumi na nane, hiyo ndio sifa ya, ya pili. Lakini sifa ya tatu ni lazima awe amejiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura, kwa hiyo hiyo ni, ni sifa ya tatu kama tulivyoambiwa kulingana na swali letu la nne. Lakini swali la tano, uchaguzi mkuu unafanyika kuchagua viongozi kwenye nafasi kuu tatu, taja nafasi hizo. Nafasi hizo tunajua kwamba nafasi ya kwanza ni ya rais, ya pili wabunge, lakini nafasi ya tatu ni ya madiwani. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maswali ambayo yameulizwa katika usaili wa wa Oktoba kumi na nne leo. Kwahiyo unaweza ukayapitia ili kujiandaa na maswali ya Oktoba kumi na tano ambayo usaili wake unafanyika kesho Oktoba kumi na sita pia usaili upo, kumi na nane pia usaili upo. Kwahiyo maswali ni yale yale ambayo mengi yameelekezwa mule mule ambapo kunahusiana na, na uchaguzi. Kwahiyo jua kwanza sifa za mwananchi anayeruhusiwa kupiga kura, sifa za wasimamizi, wagombea wa udiwani ama mgombea wa ubunge pamoja na urais, sifa zao ili kuweza kugombea nafasi tatu, wana sifa gani? Lakini pia ujue tarehe usaili au sorry uchaguzi unafanyika baada ya miaka mingapi? Yote ujue nafasi hizo kuu tatu, japokuwa kuna mtu unaweza ukaambia utaje nafasi tano. Kama ni tano, zile mbili za mwisho rais wa Zanzibar pamoja na wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Hivyo nikukumbushe tena usisahau kusubscribe, kushare na comment kwa kwanza endapo tutaupload maswali mengine.